Jambo, karibu kwenye habari ya Global TV. Jina langu ni Joseph Shalua. Mwili wa aliyekuwa star wa filamu za Kibongo Adam Kuambiana umetolewa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili ulipokuwa umehifadhiwa na kupelekwa nyumbani kwake Bunju, nje kidogo ya jijini la Dar es Salaam, ambapo umeagwa. Baadhi ya wasanii walishindwa kujizuia na kujikuta wakiishiwa nguvu na wengine kuanguka mara baada ya kuona jeneza lenye mwili wa marehemu Kuambiana. So hii uh, ndio safari yake ya kutoa mwili wake hapa mochwari kuupeleka nyumbani kwake kule uh, Bunju B uh, maeneo so kama, kama unaelekea Magwepande. Uh, ni majonzi ambayo yametawala kwa, kwa rafiki zake, lakini pia jamaa zake ambao walikuwa wameshirikiana naye katika tasnia nzima hii ya filamu uh, hapa Tanzania the evening sky Gone nilikuwa najua jua nitaonana naye nice siku ile aliofariki. Kila mtu kaambiwa huyu ataishi miaka 30 au 35 au 40, kuna mtu anaishi siku moja baadhi ya ladha ambazo zinapotea na kila mwaka tunapia, na aliyokuwa akifanya ni vigumu kwa mtu mwingine kutokea kuigiza kama Adam Kuambiana. Ana voko Mungu aliyembariki ya kipekee yake, ana voko nzuri sana kwa mwigizaji kuwa nayo. Yeah, yani kiukweli hatuwezi kupata kama yeye. Ni pengo kubwa katika tasnia ya filamu Tanzania.

muombea marehemu Kuambiana inatarajiwa kufanyika kesho katika viwanja vya Leaders Club Kinondoni, ambapo atawagwa kitaifa kabla ya kupumzishwa kwenye makaburi ya Kinondoni. Global TV inatoa pole kwa wafiwa wote, wasanii na ndugu jamaa na marafiki, na Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi. Amina.